Vaileth kuondoka katika filamu ya Dunia ni moja ya pigo kubwa sana ambalo linaenda kupelekea hii filamu sasa kuisha kwa namna ambayo watu wengi hawakutarajia kwamba pengine mwisho wake ungekuja kuwa mbaya kiasi hiki. Bila shaka wengi watakuwa wanajiuliza nini sababu ya Vaileth kuweza kufukuzwa ama kuondoka katika filamu ya Dunia. Imekuwa ni ghafla sana, ingawaje mpaka sasa hivi kuna wale ambao hawaamini kwamba Vai ameondoka katika filamu ya Dunia, lakini ni kukumbushe tu Episode ya mia moja na thelathini na tatu hiyo ilikuwa episode ya mwisho kabisa kwa Vaileth kuweza kuondoka katika filamu ya dunia ama kuigiza katika filamu ya dunia. Sasa kwa nini? Nitakupa sababu zote hapa, na kama utakuwa unanifuatiliaga, utakuwa unakumbuka ile video ambayo nilikuletea sababu ya filamu ya dunia kuweza kuchelewa na haya yote uh, baada ya episodi ya mia moja thelathini na mbili kuweza kutoka, episodi ya mia moja thelathini na tatu imechukua takriban wiki tatu kuja kutoka. Sababu ni nini? Nilikusanua kwenye video iliyopita, lakini pia hapa nitakukumbusha kidogo, ili uweze kufahamu nini ambacho kilipelekea haya yote, kwa sababu ni sababu ambazo zinafanana. Moja ya watu ambao walikuwa kikwazo kikubwa ni Vaileth mwenyewe. Sasa join na mimi mwanzo mpaka mwisho hii video ukapate kufahamu kweli wote sababu kubwa Vaileth kuweza kuondoka kwenye series ya Dunia, lakini pia jinsi ambavyo Dunia huenda ikaenda kuisha vibaya zaidi tofauti na vile ambavyo wengi tulikuwa tunatarajia. Mimi naitwa Gabi Official. nikukumbushe tu kwamba ni wakati wako sasa hivi kwa ajili ya kupata updates nyingi zaidi, onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe. Lakini pia unaweza unawezakaa ni mmoja wa watu ambao shkuwa ni shabiki wa Violet uh, ulijifunza vingi kutokana na kila ambacho Violet alikuwa anakiigiza kwenye series ya Dunia, lakini pia ulikuwa unaenjoy sana. Na kuna wale ambao walikuwa wanatamani Violet aweze, uh, kuendelea kuwepo mpaka mwisho wa hii series ya Dunia. Sasa kama nani miongoni mwa hawa watu, basi onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe, baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho wewe utakuwa umeweza kitazama katika hii video. Mimi ni Gabi Official, kama nilivyokuambia tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kufahamu ukweli wote. Nini sababu ya haya yote? Sasa kama tunakumbuka vizuri ni kwamba uh, dunia kuna wakati ilisimama sana na ilichukua muda mrefu sana episode zinazofuata kuja kuchukua nafasi ama kuweza kutoka. Wengi wakawa wanajiuliza maswali mengi, lakini kama utakuwa unanifuatilia vizuri, niliwaletea sababu nzima ya kila ambacho kilikuwa kimepelekea hili swala kuweza kutokea, na mtu pekee ambaye alikuwa anakwamisha hili swala ni Vaileth, ambaye inasemekana kwamba ilifika time akawa analeta mgomo kwamba Uh, hataki kwenda location kushuti, na hii ni kutokana na sababu tofauti tofauti. Sasa kama utakuwa ulikuwa unafuatilia dunia pia vizuri, ni kwamba episode ya 133 ndio ilikuwa episode ya mwisho kabisa kwa upande wa Vaileth kuweza kuigiza na huenda asionekane tena. Kwa nini? Hii ni kutokana na kila ambacho wakati sasa, ile dunia imesimama ama series ya dunia imesimama, ilikuwa ni wakati ambao vai inasemekana, sababu ya kwanza anadai E, malipo yake ambayo alikuwa hajakamilishiwa. Hii pia imekuwa ni sababu ambayo ni kama vile muendelezo, kwa sababu tulishuhudia kwa upande wa Amani, ambaye alisema kwamba e, masuala ya kutokulipwa stahiki nzuri ndio swala ambalo lilimfanya yeye akasepa, lakini pia kwa vai, kwa vai imekuja kwa hivyo hivyo, baada ya kuonekana kwamba pesa zake alikuwa hajalipwa kwa wakati. Lakini fununu fununu kubwa zaidi juu ya kile ambacho kinaonekana kuwa ndio sababu kuu ya Vaileth kuweza kuacha kuigiza kwenye series ya dunia ni wakati ule ambao ilikuwa ni kama wakati wa lockdown wakati network ime, uh, imezimwa ama internet imezimwa kwa hapa Tanzania. Vaileth inasemekana bwana alikutana na watu ambao wakamshauri na wakasema kwamba uwezo wako ni mkubwa tofauti na kile ambacho wewe unalipwa pale. Na ukiangalia mara nyingi baba Asma amekuwa play part kubwa sana kwenye series ya Dunia, kwenye production yake zaidi pengine ya kuandika script, kwa sababu mara nyingi location tumekuwa tukimuona manyanya akishughulika. So amekuwa ni mtu fulani hivi mbaye. Ni kama vile kawaida sana lakini Vai amekuwa ni mmoja wa watu ambao wana play part kubwa sana kwenye series ya Dunia na kutengeneza wafuatiliaji wengi zaidi kutokana na ile part ambayo amekuwa akiigiza, lakini inasemekana kwamba wamemshauri kwamba ujira ambao unalipwa na kazi ambayo anaifanya ni vitu vili tofauti, kwa hiyo azingwiri mwisho wa siku aweze kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ni maeneo mengi sana, ama ni sehemu nyingi sana anahitajika kwenda kuigiza huko, na pengine mambo yanaweza kama mazuri na pesa ikawa nzuri zaidi. Kumbuka kila mmoja anaigiza kwa ajili ya pesa so Vai huenda kama amepata shavu nono huko kwingine na ndio maana akaamua kuzingua na, na, na kutokana pia na ushauri ambao alikuwa amepewa na watu wake wa karibu ambao walimwambia kwamba huku kwa kazi anaifanya na kile ambacho anaingiza ni tofauti kabisa. So hicho ndio sababu kubwa sana ambayo imemfanya Vai kuweza kuachana na series ya Dunia. Najua kuna wale ambao wameumia pengine kuona kwamba imekuwa ni mapema zaidi, kuna wale ambao walikuwa wanatamani series ya Dunia iishe. Nadhani pia kuna wale ambao wanajaribu kufikiria kwamba sasa series ya Dunia itakuaje, wanategemea kwenda kuacha kutazama a dunia lakini ukweli wote ndio uko hivyo. Sasa pengine ni moja utu umeguswa na hili hapa swala la Vaileth, tukaweza kuondoka kwenye series ya dunia, komenti yako ikihusika hapa chini, tukometisha sana lakini, nikukumbusha tu, usisahau kusubscribe kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba unapata updates katika video zinazofuata.